Hatimaye, aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA ambaye kwa sasa ni mstaafu Freeman Aikaeli Mbowe ameibuka katikati ya mvutano ndani ya chama cha CHADEMA na kutuma ujumbe huu mzito kwa wanachadema wote. Mvutano ndani ya chama cha CHADEMA ni kati ya G55, yani G55 na uongozi wa sasa wa CHADEMA ambao upo chini ya Mheshimiwa Tundu Antipasilisu, wenye ajenda ya no reforms, no election. Unafahamu ya kwamba kwa sasa Chadema ipo katika mtikisiko mkubwa, ambapo kundi la G55 limeibuka na kuwa tofauti na uongozi wa sasa wa Chadema, wenye ajenda ya no reforms, no election. G55 wanapinga no election ila wanakubali no reforms, na hapo ndipo mvutano ulipo kati ya G55 na Chadema ama uongozi wa Chadema kwa sasa. Tunakwenda kuangazia ujumbe mzito ambao Freeman Mbowe ameutuma Chadema ikiwa kwa sasa ndani ya chama hicho cha Chadema kuna sintofahamu kubwa ama moto unawaka, lakini kabla tuja kwenda mbali zaidi, naomba nikukumbushe tu ya kwamba kama umepata nafasi ya kutazama breaking news ya tangazo mwanzoni mwa video hii basi na kuomba usipuuzie hiyo breaking news hata kidogo. Hilo ni eneo lenye ukubwa wa hali ya juu, linauzwa kwa bei sawa na bure. Eneo lina sifa zote, lipo karibu na ziwa, lakini pia limepakana na jeshi, yaani JWTZ, kumaanisha kwamba usalama upo wa kutosha. Hata ukinunua basi unakuwa na uhakika na amani, hakikisha ya kwamba unapiga simu ili upate kununua eneo hilo ambalo ni zaidi ya kubwa, ujipatie ardhi kwa bei kitonga. Eneo hilo lina eh, eneo hilo linalouzwa lipo mkoa wa Mara Musoma. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0688022972 06880229 Sabini na mbili. Mheshimiwa Baba Askof Mwamakula, taifa letu linahitaji uponyaji wa kiroho yani spiritual healing, ili pamoja na mambo mengine liweze kupata viongozi waliofunzwa na kutayarishwa kuwa watumishi na sio wasaka furusa. Umaskini na ujinga wetu unawezekana kutokomezwa. Asanteni kwa kuniombea Freeman Aikaeli Mbowe tarehe 21 mwezi wa kwanza, mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili Narudia tena, Mheshimiwa Baba Askofu Mwamakula, taifa letu linahitaji uponyaji wa kiroho yani spiritual healing, ili pamoja na mambo mengine liweze kupata viongozi waliofunzwa na kutayarishwa kuwa watumishi na sio wasakafursa. Umaskini na ujinga wetu unawezekana kutokomezwa. Asanteni kwa kuniombea Freeman Aikaeli Mbowe, tarehe 21, mwezi wa wa kwanza na mwaka wa 2022. Baba Askof Emaus Bandekile Mwamakula, kiongozi wa makanisa Moravian, amechapisha kipande cha karatasi chenye ujumbe huo wa Freeman Aikaeli Mbowe kwa wanachadema kupitia kwenye ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter, lengo lake likiwa ni kuwakumbusha wanachadema, wananchi kuhusu kile alichowahi kukisema Freeman Aikaeli Mbowe akiwa mwenyekiti wao kabla hajastaafu tarehe ishirini na moja mwezi wa kwanza, na mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili ambapo katika posti ya ujumbe huo wa Mbowe kwa wanachadema, Askofu Mwamakula ameambatanisha na ujumbe unaosomeka kama ifuatavyo. Askofu Emmaus Bandekile Mwamakula ameandika, anasema na mnukuu hapa, wanachama na viongozi wote wa Chadema na Watanzania wote kwa ujumla wanapaswa kuzingatia ushauri na wosia wa Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe aliyohutoa akiwa gerezani kupitia kwa askofu siku ya tarehe 21 Januari mwaka wa 2022. Haya yote eh, yametokea ama yamefanywa na Askofu Emaus Bandekile Mwamakula. Ikiwa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kipo katika mvutano mkubwa, ama kufuatia mvutano na mvurugano wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, kwa maana kwamba kuibuka kwa kikundi cha G-55 ambacho kinatofautiana na uongozi wa sasa wa chama cha Chadema, ndiposa Askofu Emmaus Bandekile Mwamakula akajitokeza hadharani kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter na ku chapisha ama kupost ujumbe wa Freeman Aikaeli Mbowe eh, kwamba wanachama na viongozi wote wa Chadema na Watanzania wote kwa ujumla eh, wanapaswa kuzingatia ushauri na wosia wa Mheshimiwa Freeman Mbowe aliyoutoa akiwa gerezani kupitia kwa askofu siku ya tarehe 21 Januari mwaka wa 2022. Ni matumaini yangu ya kwamba ujumbe huu ambao ali aliuandika Freeman Aikaeli Mbowe umeusikiliza vizuri na kwa, ma, na kwa umakini wa hali ya juu ukizingatia kwamba kwa sasa chama cha Chadema kipo katika hali ya sintofahamu. Sasa basi, baada ya hayo yote tukapata nafasi ya kupitia katika upande wa maoni ili tuone watandahingwa wao wamepokea vipi E, ujumbe huu ambao Askofu Moses Bandekile Mamakula ameweka hadharani, ujumbe wa Freeman Aikaeli Mbowe aliyouandika e, kwenda kwa wanachadema wote pamoja na wananchi. Katika upande wa maoni kuna mmoja hapa yeye anasema, askofu, wewe mwenyewe ulikuwa unamshambulia Mbowe na kumkejeli, sasa leo unakumbuka maneno yake ya hekima. Ulipaswa kukemea uovu bila kuufumbia macho, kwani uovu ni dhambi mbaya sana. Sasa una kazi ya kuwaombea viongozi wapya na kuwashauri waache kiburi ili waweze kwenda pamoja. Lakini pia kuna ye mwingine hapa yeye anasema Leo unataka tuzingatie ushauri wake, lakini wakati wa kampeni za kutweza utu wake ulikaa kimya. Ilikuwa ni haki yako kuwa upande wa Lisu, lakini kama mtumishi wa Mungu ungetekeleza wajibu wako Mbowe walipokuwa wanatweza, wanamtweza e, kumubagaza yeye na familia yake. Lakini pia kunaye mwingine hapa, yeye anasema aliandika hivyo ila kasahau alichoandika na umeshuhudia, toka uchaguzi wa ndani ya chama uishe mpaka leo, hajashiriki kupush kabisa, no reforms, no election, na badala yake anaonekana misiba ya CCM, mkwe wa waziri wa fedha. Lakini pia mbali na huyo, kunaye mwingine hapa, yeye anasema Mwita, anaulizia kanisa unalohudumu, baba askofu lakini pia mbali na huyo kunaye mwingine hapa, yeye anasema amina, Askof Mwamakula, tuwasamehe wote waliokukejeli maana hawajui watendalo. Katika maombi yako e, yalimlinda Mwamba akiwa gerezani, pia alikuomba uombe taifa kwa wataka fursa. Pia naamini wataka fursa wote wanajua handwriting ya Mwamba ni hii, hujaongeza chochote. Lakini pia kunaye mwingine hapa, yeye anasema Nyie ndo badala ya kuwa wapatanishi mnachukua upande ovyo kabisa, sijui wazee gani nyie msio na hekima. Lakini pia mbali na huyo kunaye mwingine hapa yeye anasema ukombozi wa binadamu uko kwenye elimu. Bila mapinduzi ya elimu, nchi itaendelea kudumbukia kwenye majanga, tutaendelea kuwaona wenzetu wanasonga mbele. Mifumo mingi inasumbua kwa sababu viongozi hawapo makini kwenye taaluma za kielimu, sio za dini wala za kidunia. Lakini pia kunaye mwingine hapa, yeye anasema ujumbe umetosha sana. Hao G55 wanaojiita e, ni takataka waliojaa ubinafsi, hira, ujinga, majisifu, wapumbavu na waasi wa chama. Nashauri wazi kabisa wote hao wafukuzwe uwanachama wahamie vyama vingine. Huwezi kuunda kikundi cha uasi ndani ya chama wao na wetu, ni nani? Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, nimekupa baadhi tu ya maoni ya wananchi kufuatia e, ujumbe wa Freeman Aikaeli Mbowe ambao ameuleta hadharani, Askofu Emmaus Bandekile Mwamakula, na kisha kuambatanisha na ujumbe wake kwenda kwa wanachadema pamoja na wananchi.